Yes, mambo vipi? Karibu Geo Motors. Leo tupo na Nissan X-Trail. Nissan X-Trail ya mwaka elfu mbili na tisa. Design yake iko timeless, ni kwamba haichoshi, hii gari imetoka mwaka elfu mbili na tisa, lakini unaweza ukaona bado hadi leo inaonekana iko very decent. Ina machaguo ya injini mawili ambayo kuna za cc elfu mbili mia tano na cc elfu mbili ambazo zote zinakuwa na cvt transmission, gearbox ya cvt transmission ya Nissan X-Trail ya mwaka elfu mbili na tisa. Kwanza ina bei nzuri ukilinganisha na gari nyingine kwenye upande huu, kwenye SUV, pia na ina nafasi kubwa. huwezi kufananisha X-Trail na Mitsubishi RVR. hata ukiingia ndani hapo kwenye dash haina mambo mengi. Interior yake iko very smart kwa kweli. Speed mia themanini kama kawaida na huko ndani Nissan walijaribu ku cut cost au kupunguza gharama za utengenezaji wa ile gari kwa kutumia maplastiki. Kwa hiyo kwa ukinunua hii gari jua, ina muonekano mzuri sawa nje, lakini humu ndani ni maplastiki, kuanzia hapo kwenye dashi, huku kwenye milango, hadi hapa juu kwenye paa la gari au tunaita roof liner ya, kama unavyoona hapo mbele, nafasi ipo ya kutosha na hizo ni leather seats. Hmm. Nyuma pia kuna nafasi ya kutosha ya kuwekea vitu vyako, hata ukikaa una seat comfortable kabisa, ila umo kote kwenye milango ni maplastiki. Nyuma buti lipo la kutosha, size ya kutosha. Na kuna video hapa, tulikuwa tuko barabarani nikajaribu kuweka kamera usawa macho yangu. Mimi sio mrefu sana, nina urefu tu wa kawaida lakini ni jaribu kutaka kukupa picha kwamba wewe ukiwa kama dereva utakuwa unaona vipi mbele ya gari yako. Kwa utaona, inaonekana vizuri. Ukiwa kwenye spidi kubwa unaweza ukasikia kelele kidogo za upepo, lakini sio kitu cha kutisha, na ni gari ambayo ina 4x4. Mm, ina 4x4, na pia ina uwezo wa kuwa 2x2 kwa unachagua. Ila unachotakiwa kujua kwamba hii gari haitaki mikiki mikiki mizito, sawa. Ni SUV sawa, inaweza kwenda offroad, lakini sio ya kuipa mikiki mizito kama ya kwenye Land Cruiser zile, au kwenye Defender zile. Kwa hiyo unatakiwa hata kama ukiwa offroad, uliweke hilo akilini mwako kwamba ni gari sawa, iko vizuri, lakini inahitaji kupetiwa petiwa kidogo. Kwa leo tuishie hapo, lakini tutakuletea reviews nyingi za kina zaidi kupitia channel yetu ya Gio Motors. Karibu Gio Motors, tukuhudumia.